Mheshimiwa Halima Dendego amesema hayo leo katika kuendeleza kampeni ya kitaifa ya upandaji wa miti ambapo miti hiyo imepandwa katika shule ya Amali iliyopewa jina la Halima Dendego. Kila mwaka tunatakiwa tupande miti ya kutosha, ilikuwa niwapokea taarifa na washukuru, lakini taarifa yetu kidogo ilipunguza idadi ya miti tunaotakiwa kupanda kila mwaka, kila halmashauri angalau miti milioni mbili kwa mwaka na kila kaya miti kumi lazima ikuzunguke pale kwenye nyumba yako, na tumeona kupitia taarifa bado tuko kwenye asilimia sitini na tano. Kwa hiyo kazi bado inaendelea. Aidha ameagiza kila mwanafunzi katika shule mbalimbali mkoani Singida awe na mti anaousimamia. Tujenge utamaduni, mtoto wako anakuwa na mti wake. Kwa hiyo katika maeneo yote ya mashule, vyuo tuhakikishe kila mwanafunzi angalau anakuwa na mti mmoja tena ulio hai unaokuwa. Kwanza tutakuwa na uhakika usalama wa mti, lakini la pili tunawarithisha ili wapende kutunza mazingira na kupanda miti. Kwa hiyo lazima kila mwaka twende kwa asilimia mia moja hasa kwa mkoa kama wakwetu ambao bado mazingira yake sio rafiki. Naye Mkuu wa Wilaya ya Singida Godwin Gondwe hapa anatuambia miti mingapi imesambazwa na TFS kwa upande wa TFS kuanzia mwezi wa 12 pale mpaka sasa hivi imesha sambaza miche 32,520 kwa miezi miwili peke yake, na ni maelekezo mkuu ambao umeweza kuyatoa hapa katika shule yetu hii ya Halima Dendego Technical, Technical Secondary School. Nakukaribisha sana mheshimiwa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa Halima Dendego, umetuongoza hapa, tumepanda miti 560. Kwa upande wa wananchi wa eneo hilo hawakuacha kusema jambo juu ya tukio hili. Baada ya kupanda miti, natoa ushauri, tushirikiane kila mwaka tule tunapanda miti, na lingine tuwe waangalifu kutunza mazingira katika maeneo yanayotuzunguka. Kwa kweli nimefurahi kushiriki katika zoezi la upandaji miti kwa sababu hii imekuwa ni moja ya, ya jambo ambalo limekuwa likihamasisha jamii zaidi katika uhifadhi wa mazingira. Hili zoezi kwanza, ninashukuru sana. Ninaomba kama litakuwa liendelevu liendelee kwa sababu katika kijiji changu cha Unyambwa kina mapungufu ya sehemu ambazo ma hazina miti.